Katika tukio la kushangaza linaloonyesha jinsi sanaa na maisha halisi vinavyoweza kuingiliana kwa njia isiyo ya kawaida, vazi la gerezani alilovaa msanii maarufu Sean Diddy Combs katika filamu ya mwaka 2001 ya Monster's Ball limeuzwa kwa kiasi kikubwa cha dola elfu 24 na mia 500, takribani milioni 64 za madafu ya kibongo katika mnada. Uzwaji huo unatokea wakati ambapo Diddy anapambana na msala mkubwa wa kisheria ikiwa ni pamoja na mashtaka na uchunguzi unaoendelea, ambapo unaweza kumweka nyuma ya nondo kwa muda mrefu. Kilichouzwa si kitu cha kifahari: ni fulana nyeupe ya kawaida ya Hanes, suruali ya jeans ya Faded Glory na viatu vya canvas. Ni mavazi ya kawaida ambayo wewe unaweza ukaenda mtumbani na ukayapata pia, lakini thamani yake haipo kwenye ubora wa mavazi hayo, ila kwenye nani alivaa na katika mazingira gani kwenye filamu, na hata sasa katika maisha halisi. Katika filamu hiyo Diddy alicheza nafasi ya Lawrence Musgrove, mfungwa aliyekuwa akisubiri kunyongwa, ambaye hatimaye ilitekelezwa hukumu yake katika moja ya sehemu za kusikitisha zaidi kwenye filamu hiyo. Ingawa hakutokea sana kwenye screen, uigizaji wake ulisifiwa kwa uchungu na uhalisia aliyouonyesha. Kile kinachofanya mnada huu kuwa wa kipekee ni muda wake. Wakati Diddy akiwa kwenye vichwa vya habari kutokana na tuhuma nzito, uchunguzi wa kisheria, na uvamizi wa nyumba zake na maafisa wa usalama, mavazi hayo yamepata uzito wa kihistoria ambao huenda umechangia bei hiyo ya juu kupindukia. Wanunuzi wa vitu vya kihistoria au maarufu mara nyingi huvutiwa na vitu vyenye hadithi nzito nyuma yake, na katika tukio hili mchanganyiko wa umaarufu, skendo na kumbukumbu za filamu umechangia shauku kubwa ya mnunuzi. Mnunuzi wa mavazi hayo hajatajwa hadharani, lakini hatua hiyo inaonyesha ni kwa kiasi gani utamaduni wa watu maarufu umeathiri namna tunavyothamini vitu. Wakati Diddy akikabiliwa na kipindi kigumu zaidi katika maisha na kazi yake, hamasa mpya juu ya kazi yake ya zamani, hata kama ni vazi la filamu tu, inaonyesha jinsi maisha ya mastaa yanavyoweza kuzungukwa na mambo yasiyo ya kawaida. Una maoni gani? Niandikie hapo chini. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata stori zetu. Mimi ni Ibrahims.